Waswahili husema mvumilivu hula mbivu. Hii inathibitishwa na kushuhudiwa na wakazi takribani 6700 wa mtaa wa Kigogo, kata ya Kisarawe tu katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam ambao walipitia changamoto ya ukosefu wa huduma ya maji safi kwa kipindi kirefu, huku wakitumia vyanzo vya maji visivyosalama na kutoka kwa utumiaji binafsi. Kwa kweli wananchi wa eneo hili tuko tunateseka maji yetu tulikuwa tunatumia mikokoteni, tulikuwa tunatumia magari ambayo ya kukodi yale makenta. Sisi maji tulikuwa tunasumbuka, tunapata shida, visima vingine vimekufa, visima vingine, ukienda kwa watu majumbani kwao unapata tabu. Changamoto hii ikajibiwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam, DAWASA, kwa kuanza utekelezaji wa mradi wa maji Kigogo uliolenga kukata kiu ya upatikanaji wa huduma Siku hazigandi, DAWASA ikaingia kazini na kazi ikaanza rasmi ya uchimbaji na ulazaji wa mabomba ya usambazaji kwa umbali wa kilomita 20 kwa kuyatoa maji katika tenki kubwa la kuhifadhi maji Kigamboni lenye ukubwa wa lita za ujazo milioni 15. Mradi huu utanufaisha wakazi wapatao elfu sita na mia saba thelathini wa eneo hili la Kigogo. Mradi huu ulianza kutekelezwa Februari 12 mwaka 2025 na hadi sasa ulazaji wa mabomba umekamilika kwa asilimia zote katika kilomita 20 za mradi. Mradi huu utatekelezwa kwa gharama ya shilingi milioni 780. DAWASA inapoelekea ukingoni mwa utekelezaji wa mradi huu inapenda kuwajulisha wananchi kuwa mradi huu ni miongoni mwa miradi ya maendeleo itakayomulikwa na kutembelewa na Mwenge wa Uhuru Kitaifa mwaka 2025. Mradi huu utafunguliwa na Mwenge tarehe mbili 2. Mwenge wa Uhuru utakuja kufungua huu mradi. Kwa hiyo, wananchi wa Kigogo baada ya kuja huu mradi wamejisikia vizuri. Kwa sababu gani? kwa kuwa visima vilichimbwa kwao, na na wao wamesikiwa na viongozi, maji wataendelea kuyatumia. Kwa hiyo, naomba wananchi wajitokeze kwa wingi siku ya ufunguzi wa mradi huu, ili tusherehekea wote kwa pamoja, ili kumtua ndoo mama kichwani. Dawasa tunasema Dawasa moja, nguvu moja, na kazi iendelee.